Yes, karibu katika session ya pili. Tunakwenda kujifunza vitu viwili: kitu cha kwanza tunajifunza jinsi gani ya kuweka ruler, na kitu cha pili tunakwenda kujifunza jinsi gani ya kuweka panels zikae vizuri. Kuna working space panel, adjustment panel pamoja na properties panel, ambapo vitu vitatu vinakwenda kukufanyia wewe wepesi jinsi gani ya kuweza kuorganize vitu vyako bila kuchanganyikiwa. Sasa Photoshop ukifungua na vitu vingi hapo kwenye uso wake ambavyo vinaweza kavika kuchanganya, hata kama una ile idea jinsi gani labda ya kuweka style fulani, labda unataka weke kitu kae kiwe kina design fulani, lakini unakuta ukashindwa kukifanya vile ambavyo unataka kutokana na vitu kuwa vingi na vina kuchanganya. Basi tumeshainstall Photoshop yetu tumeshainstall na fonti kutoka katika session iliyopita. Basi tunakwenda kuifungua Photoshop sasa ambayo, Photoshop, Photoshop mba, kwa mara ya kwanza tunaenda hii sehemu ambayo pameandikwa create. Ukifungua Photoshop inakuwa na muonekano huu hapa. Nimeweka Photoshop 2019 ili kwamba kuwafikia watu mbalimbali ambao wana PC zenye uwezo mdogo, kwa sababu kwenye tutorial tunaonyesha tuna download 2023, lakini ile pale inahitaji PC yenye uwezo mkubwa zaidi, naona tutawaacha baadhi ya watu. Kwa hiyo nimechukua version hapa ili tuende sawa, na kama kunaku kuna changamoto labda inakuwa ni vizuri kusolve, kwa sababu version na properties zote zinakuwa ziko sawa kutokana na tunatumia CC moja elfu mbili na kumi na tisa na main story hapa, ili tuende sawa. Sasa cha kwanza ni unaingia sehemu ya create, unafungua hapa sehemu ya ku create. Ukishafungua hapa itatokea template ambayo ina vipimo mbalimbali hapa juu pana recent recent is ni vile vifumo ambavyo wewe umeshakusha kuvitumia. Sasa hapa kwenye recent, achana hapo, the way unavyozidi kuendelea kutumia basi itaendelea ku update. Pia kuna vipimo mbalimbali hivi hapa, kuna sehemu kama ya photo, kama mtu unataka uedit picha. Kuna aina mbalimbali za picha ambazo zimepewa kwa mfumo wa portrait, ambazo zimepewa kwa mfumo wa landscape. Kwa utakwenda utachagua hapa kama unataka kuedit picha, kwa sababu Photoshop inaweza kufanya vitu vingi vingi na vitu mbalimbali. Hapa kuna kitu hichi, jinsi gani ya ku jinsi gani ya kuingiza template ambayo ni kwa matumizi ya printing. Hapa tunaona kuna barua, kuna kitu kinaitwa legal, kuna hii tabloidi, kuna A4 paper, kuna A6, A5, A3, B5. Hata najua format nyingine watu watuzijui vizuri lakini zipo. Kwa kwamba unataka utengeneze posta A4, basi utaenda moja kwa moja kwenye A4 itapatikana kwenye print. Hapa kuna kitu kinaitwa art and illustration. Hapa nakutana na vitu mbalimbali hapa mbali, kuna posters, kuna postcard na vitu mbalimbali mbali. pia kama unataka kudevelop web, muonekano wa web, most common hapa web large inaonekana kwa ukubwa medium, vipimo vyote vipo hapa vipimo kama vya iMac, iBook, small web desktop HD designs, so zinapatikana sehemu hii hapa. Hapa juu kwenye web pia, kama una unatengeneza say wallpaper ya simu fulani, ili fiti vizuri na quality itoke kubwa, kwa sababu ukitengeneza zenye dimension tofauti, kujua kuweka na maana, aidha picha yako itakuwa more stretched, itakuwa more stretched, yani kwamba itapoteza baadhi ya pixels. Hiyo picha itakuwa haipo clear sana, lakini hapa makoleshea kama unataka sauti utengeneze ya simu fulani, basi ukitumia property ya dimension ambayo ni husika kwa simu fulani, basi itakuwa ina, ina ukubwa sahihi ambao unataka. Pia hapa mwishoni tunakuta kuna film and video hapa, ndo kama unataka kutengeneza thumbnail ya video Wafuna kama katika channel yetu kuna ile thumbnail ambayo tumeweka pale ya blue hivi na maandiko diko namna gani? Nitaweza kwa kutumia hii hapa HD TV 1080 pixels, ambao kwa vimo ni ni 1920 kwa 1080 pixels. Nilitumia hii hapa ya kwanza hii. Basi sisi turudi katika sehemu yetu hii hapa ya kwanza, ambapo cha kwanza hapo juu unakutana na preset details. Hapa unaandika project yako, tunaandika mfano, tunaandika neno mfano, hii poster tutende nayo mpaka tunapoenda kuimaliza kabisa design, tunaandika hapo mfano. Vipimo vya upana tunaweka nchi saba, kama unavyoona, vipimo vya urefu pia tunaweka nchi saba. Kwenye resolution hapa tunaweka mia moja hamsini mia moja hamsini na vipimo vyake vya urefu na upana tumeweka kwa mfumo wa inches kama unaona pale kuna inches tumeweka. Kwenye orientation hapa tumeweka iwe hivi, ina maana hapa kama tuko tumechagua hiyo, hii ni inaitwa portrait. Kwa namna nyingine kwamba kama hivyo inaonekana kama mtu amesimama, ina maana mtu ameonekana kuanzia kichwa mpaka miguu, ina maana hapa inakuwa imesimama kama mfumo wa hiyo. Lakini tukiweka hii hapa, inaofuata ni landscape, ina maana vipimo vya urefu vilikuwa kwenye upana na vya upana vilikuwa kwenye urefu. Na maana hii katesi yetu hii design inatoka itatoka imekaa kwa ulalo katika A4. Lakini sasa, tutumia A4 tunatumia hii ni sababu ambayo tumeiweka ambayo hata ukiweka portrait hivi, ukiweka I mean landscape, basi itaweza kugoma kwa sababu urefu na upana viko sawa. Pia hapa chini kwenye background content nimeweka white. Kwenye hapo kinang'ae, nyeupe unaweza kuchagua ukaweka red. Namna gani mimi nimeweka white hmm. <coughs> Basi, baada ya kuridhika na vipimo vyako ambavyo umeviweka hapa na majina, basi tutabonyeza neno create, tutabonyeza neno create itafunguka namna hii hapa. Mhm. <coughs> hapa ndo jinsi photoshop na kwa mara ya kwanza inafunguka inakuwa hivi. Vipimo vyetu ni saba kwa sababu mwana urefu na upana vyote viko sawa, sio hivyo? Urefu na upana vyote viko sawa. Kitu cha kwanza tulizana, kama jinsi gani ya kuweka rula. Rula ni kitu chepesi sana ambapo kwenye Photoshop ili kuweka rula, unabonyeza button ya control katika kibodi yako ya kompyuta ambayo ina kifupisho kimeandikwa CTRL. CTRL utaishika hiyo, utabakiwa umeikanamiza, utakuja, utabonyeza na herufi R, itatokea rula hapa, kama unavyoiona. Hii ni rula ya, ya vertical na hii ni rula ya horizontal. Ukibonyeza tena control R itapotea control. R inakutokea, control R inapotea, control R tumeiweka Asa ili kuifanya ije vizuri katika screen. Nitakuja hapa hapa hivi niweka mshale ukiweka okay tu mshale ukiachia hapo inakuonyesha preview hiyo kitu ambacho umekigusa mwana hapo, kimaanisha kama hichi kitu kinavutika mwana font kuweka hivi inaonyesha kama kitu imevuta kwa sisi, tuta tuta left click kitu, tutakuja hapa juu ameandika fit screen tukibonyeza hapo basi itaweza kupop na itajaa vizuri kwenye screen, tuweza kuiona vizuri. Tumeshabonyeza control na tumeona rula zetu hizi hapa upande wa msimamo na upande wa mlalo, tunaziona kwao moja kwa moja. Ni jinsi gani ya kuweka rula sasa ziweze zikaonekana. Sasa kwa wale ambao walikuwa wanatumia pixel lab, najua wanazijua vizuri rula sasa tunakuja kwenye mstari huu hapa mwenye vipimo kama ya rula, tunashika left click ya mouse yako, mouse pointer ikiwa katika hiyo rula. Hakikisha mouse pointer ikiwa katika hiyo rula, baada hapo utaishika hiyo left click ni baada uta hapo utaisogeza, utaenda kuisogeza kwenye vipimo hapo juu sasa o, unaona kwamba hii hapa hapo nilipoweka imeanzia kwenye hii hapa ni zero, ilipoanzia design mpaka hapa. Kumbuka tumeweka vipimo ni inchi, kumbe hapa yaani ni nusu inchi. Kwa hiyo ukiweka kipimo kikafika mpaka kwenye sifuri pointi nane hapa hapa ni sifuri pointi tano pointi sita pointi saba pointi nane, hapa tunaiweka hapa. Tunaichukua mara ya pili, jinsi ya kuchukua rula hapa hivi tuna tuna left click hapo, tunasogeza sehemu ya, ya working space yetu hapa. Ehe, hapa ni 5.6.7.8 hapa natuweka hapa, unaona kabisa kwamba urefu hapa mpaka hapa na hapa mpaka hapa hivyo viko sawa. Basi hivi ni namna ya kuweka rula zetu, na kutaweka rula ya juu na kwenye na, napo sio muhimu sana lakini kama nataka kuweka basi hakikisha una kama vilevile una, una left click katika then, unashusha chini. Tazingatia kama tuliweka nani 0.8, kwa hapa ni nusu sita saba nane, tunaweka hapo, ehe mpaka hapa tano sita saba nane hivi, unaona kabisa unku, nishuni, kuna squares zimetokea, squares hizi inaonyesha kwamba tumepatia rula imekaa vizuri. Basi baada ya kuweka hii rula, rula inaweza kutusaidia kufanya alignment ya ya hii design yetu kwamba mpangilio uwe vizuri. Na rula usiweke sana ibane sana huku, kibana sana huku pia inakuwa haipendezi. Kwa hiyo jitahidi uingie ndani kidogo, kuanzia nusu nchi mpaka nchi moja, au ukaweka katikati. Tumeweka 0.8 nchi, haijafika kwenye moja, na pia imezidi kwenye nusu na kwa nao ni vizuri zaidi. Hivi ni jinsi ya kuweka rula zetu. Sasa ili kupata hizo panels nyingine ambazo ni za muhimu sana na zitakufanya uwe mwepesa na kwa kwenye kuelewa Photoshop na vitu, ukaweza kuviona vitu ambavyo unataka kuvitumia ukaviona kwa urahisi, kwa sababu hapa ilipo tu hapa inachanganya. Yani vitu ni vingi, yani vitu vimechangamka, vitu ni vingi sana. Kwa hapo sasa, ukitaka kuzipata panels nyingine ni rahisi. Hapa hapa na kitu kimeandikwa kala, kuna hii inaitwa swatches. Hizo ni about color, ni ku save na control rangi ambazo unazitaka kuzi kuziopalia. Hapa chini pameandikwa len, pana library na adjustment. Hapa kwenye len, hizi ni tutorial mbalimbali ambazo ukizigusa gusa namna hii itafunguka kwa tutorial, na maana hii hapa nakuonyesha jinsi gani wao wameweza kutenza hii picha kutumia Photoshop. hapa chini na kitu kinaitwa layers. Nisema hapo, kila kitu unachokifanya, kila kitu utakachokiweka kwenye Photoshop, basi kitaweza kuonekana hapa, na unaweza kukikontrol either kukifu, kukizima kisionekane, au kukifanya kionekane. Kwa mfano hapa pana kitu kimeandikwa room. Hapa nikibonyeza kuzima mwana niki nikizima hapa, na maana inakuwa haionekani room. Nikifanya hivi, naudi mwana, hiyo ni room. Hapa chini pana hii hapa Huyu kama mtu ukimziba naye anapotea, ukifanya hivi anarudi. Kwa hiyo ni tuseme ya len, sisi hatuna shida na hii len iko, tuta tutaizima hii len, tutabakia na library na library nenye pia muona hapa, hamna vitu hapa. Library ni vini kama vile plugins, kama unazo zinaweza kuonekana hapo, japo sio common sana. Sisi hii sehemu ya len ya libraries na tuta tutaifuta tuta left click na uja kwenye close hapo. Tutabaki na hii adjustment tumeiacha hapa, na pia hapa juu kwenye colors zenyewe nao pia tutaifunga. Ndio tumeanza hapo, jinsi gani ya kuipanga Photoshop yetu iweze kuonekana vizuri. Pia na hapa kwenye hii swatches, tutashuka chini, tutashuka chini hapa na tutaifunga. Tukishaifunga tumbakia na adjustment. Sasa ili kupanga vizuri hii channel ya, na yenyewe pia haina haina umuhimu sana. Hizi ni jinsi gani ya ku control colors, ambapo tunaweza kucontrol manually na hizi zilizo hapa sio mo applicable sana lepuzi, na hapo zina umuhimu, ndio maana wakaziweka nazo. Tuzifute ili tusipate ugumu kwenye kujifunza, tubaki na vitu hivi viwili, kuna layer na path. Kwa hivi tunavipandisha, vilikuwa hapa chini, una left click then una kihamisha na mnaona kipandisha juu kufika hapa juu unakiachia namna hiyo hapo uh-huh. hii ni sehemu ya layers hii layer utaishi utaiweka hapa mwanzoni napendelea kuiweka hapa mwanzoni ili kukupati vizuri utaona jinsi una, unaweza, unaweza kuiweka tumefungua hii ni project ambayo iko ya tutorial kitu kutoka twende na ile design yetu hapa juu imeandikwa mfano kwa hiyo kia kila project ambayo utaiweka basi itaonekana hapo juu na Photoshop inaweza kufungua zaidi ya project moja ina uwezo huo na the more unavyozidi kufungua project basi uwezo wa kompyuta yako unatoka kuwekea limit, au ukifungua nyingi zaidi details ikaina stack kutokana specifications za kompyuta yako. Lakini sisi hapa tunashinda, tunaifunga hapa juu. Ukibonyeza kwenye x hapa, basi inaandika save, sitaisave maana ni tutorial, turudi katika kazi yetu hapa. Kama unavyoona sehemu ya leo inaonyesha background na background yetu record tumeweka nyeupe na kuonyesha kama ni background hiyo inaweka kakufuli aka. Yes, asante Jinsi ya kupata panels nyingine tuje hapa kwenye, hapa. Hapa kwenye katia text hapa hapa sehemu kwenye katii aka control t, basi itatokea namna hii. Tukishabonyeza hapa hu msha utakuja kwenye hiyo space yetu, tuta left click. Tukileft click itatokea maneno ambayo ni yanatokea, afu unaweza kuli, hayo ni maneno ya lugha ambao imewekwa hapo, ambao ni kama ni kama neno rename kwa lugha ya Kiingereza, ni neno rename kwa lugha ya Kiingereza, ambalo unalifuta. Baada hapo unaandika neno lako hapo. Sisi tutaandika neno tutaandika neno mfano tutaandika neno mfano, namna hiyo hapo. Baada ya kuandika sasa, huu mshale kasi inabidi irudi hapa mwanzoni. Ikirudi hapa mwanzoni, basi tunaweza kuopa vitu vingine kiustarabu bila kuweka interference yoyote ili ndio tumeshatengeneza hapa sasa. Hatuoni sehemu kwamba tunaweza kubadilisha rangi ya hilo neno au kulikuza namna gani? Ndio hapo hapo tunapoanza kuchanganyikiwa tu, inaanza kuchanganya sasa. Ili kujua hii sehemu ya kucontrol vitu, basi bidi tuweke panel nyingine hapo. Kuna panel mbili ambazo zinaweza zikapatikana hiyo control kala ya hili neno au font size au au font yenyewe kubadilisha unaweza kwa double click lineno likawa highlighted hapo. Ukisha double click, hapa juu kuna kunaaka ka folder kataonekana. Ukiklik ya ka folder uki unaweza ukapata vitu vimeandikwa character. Sehemu ya juu kabisa, upande wa kushoto itakuwa imeandikwa aina ya font. Mkono wa kulia kwake kutakuwa kuna hizi properties, hizi properties za hiyo font yako kwamba ni bold, au ni regular au ni italic, namna gani. Kwa chini yake hapa panakuwa pana font size, ambayo ukibonyeza hivi unaweza ukafika ba tukachukua hivi abaya nane, font inaongezeka na kuwa abaya nane. Pia kuna hii distance kati ya mstari moja na mstari mwingine. Hapa tukiwa tumeandika mistari miwili, tunaweza kuoperate hapo ukaona vizuri. Pia pana rangi hapa, tunaweza kubadilisha rangi, tukiweka nyeupe labda, tukiweka blue, namna hiyo hapo. Lakini hii inatumika kwa kwa maneno tu. Hivyo, ili kupata njia rahisi zaidi, hii tuachane nayo, hii naifunga, nikuanosha alternative kuipata panel nyingine ambayo ni nzuri zaidi. Tuje hapa sehemu ya maumbo, hapo kuna kama kaduara ka hapo, click hapa, left click, theni left click tena, sehemu uko kwenye workspace afu shusha chini, shusha juu, au shusha a kokote yaani, unaweza kushika pande yote umbo litokee. Ukishafanya hivi, itatokea pande nyingine, hii hapa. Hii pande imeandikwa properties, na hii pande ambayo unaweza kuitumia kufanya properties za kitu chochote kile. Na hii ndio moto kuna itafuta, ambayo ukishaipata hii, basi vitu vitakuwa vyepesi. Japokuwa utakuwa hujui vitu vingi, lakini vitu essential ambavyo vinaweza kukusaidia ukatengeneza design nzuri, basi unakuwa navyo hapa ni properties imeonekana hapo. Hii properties inaonyesha properties ya kila kitu. Basi hii ili kuipanga vizuri, tuweze kuiona muda wote, tusiweke huko kwenye layer, vitu vitakuwa vitu vingi, vitatuchanganya. Tusiweke huko, hapana, ndio tuweke upande wetu wa kushoto hapa, kwenye rula hapa. Ukifika tu hapa, itaweka rangi ya blue, utaiachia, utapeleka hapo kwa left click eh. Baada hapo, tunarudi hapa, sehemu ya lens hapa, tuna fit to screen ili ijae vizuri. Hmm. Namna hiyo hapo. Hapo pia unaweza hapo adjust kama unataka ionekane kwa ukubwa zaidi, sehemu yako ya kufanyia kazi utavuta kwa upande wa kushoto utakuja, na kwa huku pia utavuta kwa upande wa kulia, namna hiyo hapo. Baada hapo utakuja kwenye sehemu ya lensi, utafit to screen itajaa zaidi. Sasa huu mshale, atakachofanya atakapofanya kazi, akisha mshale unaulisha hapa hii properties sasa, tunaweza kufanya kile kitu kwa kwa rahisi zaidi, ambapo tumeiongezea hapo hii neno ni la blue, lakini kupitia properties tunaweza kwa hiyo page tukabadilisha fonti, tukaweka, tukalibana, tukalikuza, tukaweka alignment kulia, kushoto, centra na kile kitu tunachokitaka. Upande wa layer chochote tutakachoenda kugusa kwenye sehemu ya layer, basi property yake itaweza kuonekana sehemu ya properties hapo. Kwa mfano kwa mfano nimegusa hii layer ya background, imenionyesha kwamba hii ni layer ya background. Na namna gani nimegusa hii layer hapo, inaonyesha huku kwenye sehemu hapo patizo kwamba kwenye width ni 7 inches na kwenye height ni 7 inches, inaonyesha kabisa. Umeona kwa hapo, na properties ya kila kitu inaweza ikaonekana kwamba ni inchi saba kwa inchi saba resolution ni mia moja hamsini pixel au inches. Tukigusa sehemu ya neno itaweza kutuonyesha kwamba hayo maneno yamechukua ukubwa huu hapa, ni wao wenyewe ndio wanajua vipimo kama hiyo maneno kutoka kwenye m mpaka kwenye open na ukubwa gani, wao wanajua kabisa. Kwa hapa ni inchi mbili point nane nne, wao ndio wanavojua lakini unaweza pia kupata zile option ambazo nilizipata kwa njia ya double click ya click ambayo ni complicated. Mtu mwingine ataweza asione njia nyepesi zaidi. Hapo unaweza kubadilisha font, ukagusa sehemu ambapo sehemu ya kwanza panakuwa ni sehemu ya font. Font natumia ni Montserrat, ambayo package yake tulituma katika group letu pale. Hapo ukigusa unaweza kubadilisha font namna hiyo, kama unavyoona, ukabadilisha font hivyo namna hiyo hapo. Fonti mbalimbali unaweza kuzibadilisha kiurahisi kabisa, sisi tunatumia Montserrat, tunaichagua hiyo hapo. Pia utazo hapo kwa chini yake ni properties za hiyo mwandiko sasa. Unaweza ukaweka hapo ukawa ni regular, ukawa mbamba kidogo, au ukaweka ikawa ikawa nini ikawa italic, utaweza ukabadilisha hapa mm, namna hiyo pia utaweza ukaweka ikawa ni black kwa ni kubwa zaidi na nene, kama namna hiyo hapo, unavyoamua wewe. Pia unaweza kubadilisha font size, uka click hapo, ukaweka hapo sabini na mbili. Unaamua tu mwenyewe tu, mambo yanakuwa ni mepesi zaidi. Unaweza kubadilisha rangi pia hapa chini, ukabadilisha rangi hapa, ukaweka rangi ya kijani hii hapa, namna hii hapo, unaweza ukaweka rangi hiyo ili amini kwenye neno hapa, pia tuweza ukaweka alignment ka left alignment, kulia au katikati, unachagua tu mwenyewe. Hiyo ndio sehemu ya properties. Tukishaweka pia hii, kuna sehemu imeandikwa VA, hii ni sehemu ya kufanya maandishi ya tanuki. Tukipeleka kwenda kushoto, maneno yanajibana sana, tukipenda kwenda kulia mno, maneno yanakuwa scattered namna hiyo hapo maneno na kwa scattered mwana namna hiyo hapo, naweza kurudisha ilikuwa kwenye zero, tuzo kaandika dimension zake like tu zero, inarudi kama ilivyokuwa mwanzoni. Hii ni sehemu ya kuweka umbali kati ya mstari na mstari, uko kwa kuna umbali gani. Kwa hiyo neno sisi tunaweka hapa katikati. Hii design tutaenda nayo mpaka tutakapokwenda kumaliza design yetu Uhum. Gusa hii sehemu ya ya umbo au kugusa umbo lenyewe, property zake zitaonekana huko, na umbo letu sisi ni ya orange. Orange yetu ni hapo, unaweza ukabadilisha rangi kwa urahisi kupitia hii sehemu ya properties pale ambayo tumeweka. Unagusa hapo, unakuja hii sehemu hapa kama unataka fill yake, fill yake rangi ambayo ya unachagua hapa iwe iwaje, ni rangi hapo ya orange. Unaweza kujust rangi kidogo isiwe orange ambayo inakela kika orange hapo, unaweza kufanya hivyo. Pia unaweza kuweka stroke hapa sehemu ya mbele yake, unaweka stroke. Mfano unataka uweke ba stroke hapa ya blue bahari labda, afu unakuja unaongeza hapa kwenye sehemu umeandika, ukiongeza hivi umeona, kuna hiyo stroke inatokea. Yes, si stroke watu iweke, tunakuja hapa na uweza kwenye kadri keupe na msari mwekundu kama tunaizima hapo <tosalimu> kwenye stroke hapa, tutakuja tuelezana vizuri tena ili umbo na, naweza kuweka hapa kama kama kama pambo lakini pia ili umbo unaweza kulikuza na kulifanya liwe dogo. Lakini hapo utashindwa, huwezi kulikontrol kupitia vipimo vya hapo, japokuwa inawezekana uki, uki, ukilinki hapa, yaani ukifanya hivi ukipunguza vipimo vya hapa maana ili umbo litapungua. Kwa upande wa juu ukifanya hivi litaongezeka, umeona? Ukifanya hivi litahama it, space hiyo ni x axis, hiyo ni y axis tunaiona hapa lakini, hii hapa ni x axis hmm. Kwa hiyo tukiswitch hapa, tukiunganisha urefu na upana, maana tukilikuza tuki hivi, maana itakuwa lote au litapungua lote. Si tukitaka kuliweka sawa sasa, tunaweza kulifanya namna hiyi hapa, ili kuliweka liwe sawa, lidia wetu zuri tu namna hiyo. Baada ya hapo unalipini una link hapo. Baada ya hapo, unaweza kuliamisha ikakaa upande huo hapa. Kama unataka kulipunguzia size, basi unaweza kulipini ya baada hapo, ukapunguzia size namna hiyo hapo, punguzia size, au ukali select kwenye sehemu ya layer ukabonyeza control t, ukimaanisha ku transpose, then baada ya hapo, ukashika sehemu yote ya pembe ya ilo umbo ukai scale down namna hiyo hapo, scale down namna hiyo hapo ukiona linakuwa scaled kama ni namna hii linavutika hivi, cha kufanya njoo hapa juu juu kabisa hapa, kuna haka pini ukiloki hapo, na maana una lock kulia na kushoto, kuna kwa kukosa baada hapo, ukibonyeza control t hivi ukisema ulivute pembe moja na kuna vutika yote kwa pamoja namna hiyo hapo, na kuna vutika yote kwa pamoja, tuna pini hapo, na kuna unaweza ku kutete kutoka pamoja namna hiyo hapo. Ya shida yoyote ya basi, tukishamaliza huu mshaidi tunakuja kurudisha hapa juu ili kuondoa interference, maana ukiwacha sehemu nyingine, unaweza ukawa unafanya kitu kingine afu kitu kikawa corrupted. Basi hapo sasa, kutokana na session yetu ya leo, tulisema tunajifunza jinsi ya kuweka rula na Kisa kuweka properties kwenye upande wa panels. Hadi hapo tumeshazipanga panels zetu, kuanzia hapo Photoshop itakuwa nyepesi, tuendea sesheni kwa sesheni kiurahisi, na tutaweza kufanya kila kitu kwa wepesi zaidi, ku oparati vitu sawa. Basi tukutane katika sesheni ijayo.